Karibu katika simulizi zangu za King Suya, karibu. Naitwa Shalom, ni mtoto wa kwanza kati ya wa watoto watatu wamzeni stori. Mdogo wangu anayenifuata anaitwa Samueli, hupenda zaidi kuitwa Sam. Hata mama yangu hupenda kumwita kaka Sam na mdogo wetu wa mwisho anaitwa Sharon. Wengi utuchanganya kwa majina, kwa maana mimi naitwa Shalom naye ni Sharon Uli. ilikuwa ni usiku wa Ijumaa, huwa tunaketi kwa pamoja, tunapata chakula katika meza. Siku hiyo mama aliniambia, Shalom inabidi kesho uende ukatafute mahitaji ya shule mdogo wako Sharon. Nikamwitikia sawa. Na alfajiri ya Jumamosi tuliamka mapema sana, mimi na mdogo wangu Sharon, tukaelekea Kariakoo kufuata mahitaji ya shule kwa maana ndio kwanza alikuwa anaanza form 1, mdogo wangu. Baada ya kumaliza kufuata mahitaji tulielekea benki ambayo si mbali na hapo tulipokuwa tulipokuwepo, tukaenda mpaka CRB benki. Ilikuwa ni majira ya saa nne hivi, kwa maana siku ya Jumamosi benki huwa inafungwa mapema, hivyo tulijitahidi kuwahi. Tulikuta kuna kaforeni, japo si kakubwa. Mdogo wangu aliketi katika viti vya kupumzika, na mikisha nikaenda kupanga foreni. Zamu yangu ilifika nikahudumiwa na mkaka mmoja hivi, alikuwa ni mtaratibu, anaonekana ni mtu mwenye hekima sana. Alinihudumia vizuri na kisha tukaondoka. Tulianza safari yetu ya kurudi nyumbani. Mdogo wangu akajiandaa na kesho yake, mimi na mdogo wangu wa kiume tukamsindikiza mpaka stendi, alipandia urafiki managa lake Ilikuwa nimepaki pale hivyo, alianza safari kuelekea Arusha masomoni. Siku zikasonga, miezi pia ikasonga. Nakumbuka kuna siku nilikuwa natoka kwenye majukumu yangu, huwa nafanya biashara biashara vyangu vidogo vidogo, hivyo nilipokuwa njiani nilikutana na mkaka mmoja hivi akanisimamisha mambo dada, nikamwitikia poa. Kama una siku kuja kwenye tawi letu pale CRDB Kariakoo, si? Nikamwambia yes. Kama miezi miwili vimepita. Oh, unaitwa nani? Nikamwambia unaitwa Shalom. Oh, okay. Wakati tunaendelea na mazungumzo maya, ghafla simu yangu ikaita, kuangalia ni mama alikuwa anapiga samani kidogo na niongea na simu kisha nikaongea na mama. Nilipokuwa naongea na mama, mama alikuwa anahitaji haraka niweza kufika nyumbani, hivyo nikamwaga nikaondoka zangu. Baada kama miezi mitatu hivi kupita, nakumbuka ilikuwa ni Jumapili ya kwanza kabisa katika mwezi, hivyo nilijiandaa vizuri. Siku hiyo kanisa lilikuwa limejaa, kwa maana nilikuwa nimechelewa kidogo, hivyo nililazimika kukaa katika viti vya nyuma. Wakati ibada inaendelea, mzee wa kanisa alisimama kwa ajili ya matangazo, na katikati ya matangazo akasema kama kuna mgeni ambaye ni mara yake ya kwanza kusali pamoja nasi, nomba asimame ajitambulishe: yeye ni nani, anatokea wapi natakuwa nasi kwa muda gani. Ghafla moyo wangu kashtuka sana nilipomuona yule kijana wa benki, na kimoyomoyo nikasema ah, ni wewe tena hadi huku eh. Lakini kisha yule mkaka alijitambulisha majina yake. Nikapenda vee anavyoongea, upole wake, hekima yake, si kama wengine wanavyojitambulisha. Pia nilipenda jina lake, alisema naitwa Johnson, yes Johnson. Basi ibada iliendelea na mwisho wa ibada nikatoka kuelekea nyumbani kama kawaida yangu, nikiwa naelekea nyumbani mara ghafla nikaona ananikimbilia dada, akawa ananiita dada, dada samani, nami nikageuka, nikamkuta yule kaka wa benki. Akanaambia, Bwana asifiwe dada. Nikaambia, amina, habari za uzima? Naye katikia salama basi naye alisema, sikutarajia kama unasali hapa, kumbe ndio unasali hapa. Nikamwambia yes nasali hapa. Akaniambia mimi ni mgeni katika mitaa hii, nimehamia juzi tu hapa na kama wiki mbili hivi, nilikuwa natafuta sana kanisa kusali. Basi nikamwambia karibu sana, hapa ndipo naposali, tunaweza kubadilishana namba. Kisha nikaondoka elekea nyumbani. Siku zikapita tukawa tunawasiliana kila siku, mazoea yakajengeka na ukaribu pia, tukaa mara kwa mara tunawasiliana. Miezi ilipita na siku nazo zikasogea, tukajikuta tunaingia katika mahusiano. Uh, nilifurahi sana kumfahamu Johnson, nilifurahi sana maana niliona kama neema vile imenichukia mimi Shalom. Na baada ya miezi kupita, alituma washenga wakaja mpaka nyumbani wakapokelewa vizuri, taratibu zikafuatwa vizuri za posa, tukavyoishana mpaka pete ya uchumba. Na wiki mbili kabla ya harusi nilifanyiwa send off. Kwa kweli ilikuwa ni siku nzuri sana kwangu ninifurahi sana kwa kweli, ilikuwa ni siku ya kipekee katika maisha yangu. Wazazi wangu walinipongeza, marafiki zangu, ndugu na jamaa na washangazi wakasema moja kutuheshimisha Shalom. na sifa kede kede, walinipongeza kwa kweli, ilikuwa ni siku ya furaha sana kwangu, japo ilikuwa na uzuni pia, maana nilikuwa naagana na wazazi wangu pia na wadogo zangu, maana tulipendana sana sana sana. Kabla ya siku ya harusi nakumbuka, kabla siku ya harusi nilipigwa simu na wifi yangu, aliniambia njoo haraka nyumbani natakiwa tukafati nguo za harusi na vitu vingine hivyo, niwen safari mpaka nyumbani kwao. Nilipofika nilipofika karibu na nyumbani, nilikuta kuna watu wengi. Nilishtuka, vipi? mbona watu wengi hivi? Japo nilijipa moyo, maana ilikuwa kama siku nne hivi kabla ya harusi hivyo nikawasalimia. Niliona nyuso zao zikiwa na huzuni, ila sikujali, nikaingia ndani. Nilivyoingia ndani pia nakutana na watu, ila nyuso zao hazikuwa fura na furaha kama nilivyotarajia. Hivyo nikawasalimia, na wifi yangu akanipokea. Kutizama upande wangu wa kulia Nikamkuta mama mkwe, alishindwa kuvumilia, akanikumbatia kwa kulia, akaniambia Shalom, tumempoteza Johnson. Kwa kweli, nilishindwa kuvumilia, nikasiamini kabisa maneno niliyokuwa nasikia Mume wangu mtarajiwa amefariki. Kwa kweli nilishindwa kuvumilia kabisa, niliona kama masiala kama mchezo wa maigizo, sikuamini kabisa. Mara ghafla nafi yangu akaachia kilio, ikawa ni vilio sana katika iko chumba tucho kuwepo. Ndipo nilipomwona mama yangu amenikumbatia. Ndipo nikaamini kwa kweli, nimempoteza mtu ninayempenda, nimempoteza Johnsoni. <salad Central. tipyiro> najua sasa, kwa upendo ni zaidi ya maisha ya mwili, ni kumbukumbu -kumbu, ni moyo na ni nguvu ya kuendelea mbele. Kwa kweli najipa moyo mkuu, kwa maana najua hata ili Mungu ipo pamoja nami. Ndugu unanisikiliza, najua kuna huzuni kama mimi, ila umejifunza nini katika simulizi hii? Hebu toa comment hapo chini. Usisahau kusubscribe ku like ku comment na kushare.